Jambo nyingine ambalo pia nimewaitia, ndugu zangu waandishi wa habari, mtakumbuka kuwa ni ninyi wenyewe waandishi wa habari mlipaza sauti pale Mikocheni, katika ule mgogoro ambao ulikuwa muhusu Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule, mama mjane ambaye alipaza sauti kuhusiana na mgogoro wa ardhi dhidi ya Bwana Mohamed ambaye alikuwa Bwana Mohamed ndiye mmiliki wa nyumba hiyo. Naomba pia leo nitumie nafasi hii kuwapa taarifa kwa ufupi sana kuhusu jambo hili, halafu nitawakaribisha watu kadhaa ili muweze pia kuwasikiliza na mwisho tutafanya maamuzi mazuri kuhusiana na mgogoro huo. Baada ya kuona mgogoro huo katika vyombo vya habari vikimuonesha Bi Alice akiwa na machozi makubwa, vikimuonesha Bi Alice mjane aliyekuwa na watoto wakinyanyasika na kufanyiwa vitendo vya udhalilishaji, nilichukua hatua kubwa ya kumwagiza mkuu wa wilaya ya Kinondoni Mheshimiwa Saadi Mtambule, yeye pamoja na jeshi la polisi chini ya RPC wa Kinondoni ambaye leo pia tunaye hapa Saka Kitingu, niliwaeleza wafuatilie, na mwisho nikafika mwenyewe katika eneo hilo na kumsikiliza Bi Alice, na nikatoa nafasi pia kwa ndugu Mohamed ambaye ndiye mmiliki wa kiwanja hicho na nyumba hiyo, naye aweze kufika katika eneo hilo ili tuweze kumsikiliza. Naomba niwapeni ripoti ya kwamba nilimwelekeza pia mkuu wa wilaya kuundwa kwa tume maalum ama kamati maalum ili iweze kuchunguza kwa undani kuhusu malalamiko yanayostajwa na Bi Alice. Timu iliyo niliyoiunda imekwisha niletea ripoti hizi ripoti hii ripoti hii ndugu waandishi wa habari, niliipokea wiki mbili zilizopita. Ni ripoti ambayo nimekwisha ipeleka katika vyombo vyote na ni ripoti ambayo nimekwisha ipeleka katika mamlaka zangu, ili tupate taarifa na common understanding. Ripoti hii iliundwa, ilikuwa na combination ya wanasheria, ilikuwa na combination ya jeshi la polisi ilikuwa na combination ya wenzetu wa vyombo vingine vya dola ilikuwa na combination ya wataalamu wa ardhi chini ya kamishina msaidizi, msaidizi wa ardhi Dar es Salaam ndugu Kiando ambaye naye hapa. Kwa hiyo ilikuwa na watu wengi wenye weredi mkubwa. Moja ilikuwa ni combination kutoka Wizara ya Ardhi, combination kutoka TAKUKURU, combination kutoka kwa kwa wataalamu kutoka ofisi ya mkuu mkoa, combination kutoka kwa wataalamu wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kinondoni na mkurugenzi wa Kinondoni, jeshi la polisi, ofisi ya usalama, ofisi ya uendeshaji mashtaka na kadhalika. Hizi zote zilikuwa ni ofisi ambazo zimesaidia kuweza kwenda kwenye uchunguzi mkubwa kuhusu mgogoro ambao mama Bi Aris ameulalamikia kwa muda mrefu kuweka mambo sawa, nimshukuru sana Bi Alice Nyamwiza Paskwa Haule ambaye ametoa ushirikiano wa kiasi cha kutosha sana kwa kufika wenyakati zote alizoitwa na kutoa ushirikiano. Niwapongeze na kuwashukuru sana mashahidi wote ambao waliitwa wakafika, ambao walikuwa ni marafiki ama ni marafiki wa Muhamedi Mustafa Yusufali na wengine wakiwa ni marafiki wa marehemu Justice Lugaibula na wengine pia wakiwa ni ndugu na marafiki wa jamaa wa ndugu Alice Nyamwiza Haule. Chombo hiki ambacho nilikiunda kimetoa majawabu mazuri sana na ambayo kwa kuwa leo ninaye mkuu wa wilaya hapa na kwa kuwa pia ninaye ndugu Kiando ambaye ndiye amekuwa kiongozi katika timu hii katika timu hii ambayo pia nimeiunda, nitawakaribisha ili waweze kuwaeleza kwa ufupi au hata kwa kirefu, ili tusiwe na doubt ya aina yoyote. Halafu mwisho tutaona comments kama ambavyo mimi nimekusha zisoma na nikawaelekeza. Kwa hiyo baada ya kupokea ripoti hii kwa wiki mbili zilizopita Nilitoa maelekezo yafuatayo. La kwanza, nilitoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya. La pili, nilitoa maelekezo kwa kamishna msaidizi wa ardhi wa mkoa wa Dar es Salaam. Na tatu, nilitoa maelekezo kwa jeshi la polisi. Na nne, nilitoa maelekezo kwa mlalamikaji. Na tano, nilitoa maelekezo kwa mlalamikiwa. Sasa, kwa kuwa wote wako hapa, nitatoa nafasi kwa mmoja mmoja ili mweze kumsikiliza. Tumia nafasi hii sasa kukaribisha Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni, Mheshimiwa Sadi Mtambule, ili uweze kutupitisha katika historia fupi ya utekelezaji wa yale niliyokuagiza. Karibu sana.